Kuonyesha njia kwa wanajeshi tunaopita na tunaopita si wengine bali ni Chapesa Media. Kituo bora kabisa cha habari na matangazo kwa ujumla. Tunahakikisha kuwa tunakukusanyia makala yote na kukusanyia ndani ya kalai moja. Kalai ni lenyewe si lingine bali ni Chapesa Media. Langu jina ni Jiva Osman. Ripota wako nguvu kutoka pale mkoani Tabora Nyuki ambaye nina survive na nyuma kamera ni director Runde ambaye anahakikisha kitu hiki kinakufikia kwa wakati sahihi. Bana niko na Mzee Saidi. Baba ye Kenapa apa? Serem apa? Unajua mambo vipi? Nimekutana na dogo umeniletea wa nyumbani. Ah, ndo la baba. Angugo ugamanyire ama ama ndege. Ngamanyire. Ugamanyire. Ah basi leta maneno. Mzee Saidi, tukianzia hapa. Eh, Simba jana katika mwendelezo wa mchezo. Ndio. Ah, jana mambo yamekuwa magumu. Sawa sawa. Bila penati e, saa, so bila penati hatushindi saa, sio. Bila penati, kwani penati ziko wapi? Aa, Kafu, wa mna ayo mambo. O, kafu wap ukafu mm, hakuna wapi. Sikiliza mdogo uh. wangu. Usijae kama moto wa kifuu, njoo taratibu mm. Yaani moto utaonekana tu, hata kama moshi unaenda, lakini moto utaonekana, si ndio? Nakwambia yaani kama, yeah, huamini pale panapofuka moshi pana moto yeah. Moto wenyewe utaonekana, si umeuona moto? Faulo thelathini si, na tatu haijawahi kutokea tangu yeah, nimezaliwa tangu imeumbwa dunia hii ah, hakuwa upande wetu, kwani zile kumi na tano zimetolewa kwa simba peke yake aa, Milioni, milioni, mia moja. Eh, kwa refa, kwa refa tufanye nini sisi Mbladya? Mnasema yule baba sijui kan yeye ndo mechi sasa mi nakwambia hivi kabla tujaanza kipindi mm. na kuhesabia timu zilizokuwa zinaipania Simba mm, kwanza Polisi Dodoma ipo ya pili toto ipo aibu. Unataka niendelee ile Simba Club? Ndio, Simba Sports Club. Wale ndio Simba mm. Sports Club. Nawaonya mm. Nawaonya mashujaa na, mm. na ushujaa wao yeah, sio kwa simba peke yake huwezi lakini mkubali. Nisikilize dogo navyokwambia yeah, wasilete ushujaa wao kwa Simba tu mm. wameenda leo Kitanganyika, mm. wamekutana kule na wagongonyasi mm. wamekula ngapi? Jana amecheza mpaka usiku. Wamekula ngapi? Usinipoteze dogo, twende kwanza kwenye, kwenye, kwenye, mtelele, kwenye mtiririko wa maneno wamekutana mm. na wagalatia wamekula ngapi? Walikula tano kule mm. Kama wangeweza kucheza mpira huu yeah. Waliocheza na Simba yeah. Wangekula tano mm. Sisi, mnakopita sisi tupo mm. Ulipo ndipo nipo, nipo. Nijibusti nini na watabustiwa sana na eh. Shughuli wanayo mimi nakwambia sasa eh. Hatuishii hapa eh. Sio tu kule kafu mm. Hatuishii hapa mpaka mm. Kwenye ligi tunakwenda ah, sawa eh. Kwani mpira sio amecheza kwa kulundikana ah, viwanja vidogo kwa masi ya jana, ah. bado, tena kubwa mno, mi natembea nagonga kifua mm. Ushayaona masoko ya mtu mm. Umeshayaona masoko ya mtu unayajua, yakiwa imefurahi yanafanyaje? Umeshayaona? nafurahia mm. ndo mimi mm. Hey, yani ndo mimi yani, mimi na imani na simba asilimia mia moja, sio tisini na mm. tisa mm. mia moja kokote kule. Sawa, wamemfunga wame nini, si goli la krishiti krishiti wa basis, okay. si goli la kudundisha lile. Gani unaitaka na naitaka anakuja na haya, twende taratibu mm. ana krishiti ngapi diala mm. Unasemaje? Mbona unapunguza sauti, babu? Twende na hiyo hiyo sauti. Yule spider spider man eke yake inakuja kama vile hivile, inakuja ya kwake anapokabidhiwa kombe yule mtoto wewe, mm. Unacheza na simba nini wee, mm. Watu wamechezewa mpira, mnatoa mtoi mpaka, mm. wametoa, na nilimwambia, kuna mtu nilikuwa naye pa naangalia naye mpira mm. unjua mi nyumbani kwangu na niseme, yani na mtani wa jadi niko naye mule mm. na nalala naye kitanda kimoja, najifunika naye shuka moja mm. akaniambia, hampewi mpaka mpewe. mm. Neno zito hilo. Neno zito yani. Kwani nyinyi mipango yenu mlioifanya milioni mia mnawapa milioni mia ya nini wale? Kwani waliahidiwa bei gani wale? Milioni mia milioni mia wewe, unakula na wajukuu zako mpaka unakufa na mzamini, wow. Mzamini wa nini bwana? Wewe si tunajua hela wamepewa na nani bwana, na nani, nani, ah, tutaki na kutajana na nani, majina. Ndio maana kuna kipindi serikali ilianzisha kipindi cha mikingamo yeah. Yani mikingamo, mi si mi nakusema, lakini we ujui, mi sikusemi wewe wamekuja wamesema wenyewe awachezi. yeah. Mi ndo nakwambia walume ndagu wananiogopa wagalatia yeah, wanaogopa yeah. Wana timu nzuri yeah. Inafanya vizuri kwa nini hawaji? mm. shida nini? shida nini? njoni tumalizane e, sawa. si tumekimbia sasa? yeah. si tumekubali sahizi? mm. Turudiane. mm. hey nye si mmeng'ang'ania si tumekimbia. Hasara gani wana hasara gani wale? No, no. Walifanya nini uwanja wao ule? Hasara gani walioingia? Kwani waliitwa? Kwani waliitwa, babu? Waya wakuitwa wamekuja wenyewe, yeah. Wamekuja so wenyewe, mm. Kama hivi mi niende Simba, nimeitwa? Mm. Mapenzi yangu ndio ananipeleka pale, babu. Kwani hapa napoisifia Simba nimelazimishwa? Laha, na mapenzi yangu ndio naisifia Rais makamu wa rais wa Yanga Africa alisema eh. yeye yeah, atakuwa mtu wa mwisho kuamini kuwa Yanga watacheza dabi tofauti na tarehe nane anajichomoa wewe mm. unacheza na watu wa Yanga wao mm. wenyewe wanawaogopa wanastahili kuomba msamaha ndio eh, maana yake kwa kauli zao mm. Mm. unajua ngoja nikwambie usiseme kauli kabla hujavuka mto mm. mm. hizi mesaji sio zilikuwa za kitototo tulia mm. kwanza hili jambo tuliweke sawa mm. mtu anapokuambia usitukane kabla hujavuka mto mm. usitukane mamba hujavuka mto lile swala lilikuwa bado lipo ndani ya matatizo kwao. Walikuwa hawana kauli ya kusema sisi hatuchezi. Wao viongozi wenge nyamaza wapi? Sasa wewe umeenda kuwaambia wenzao, sasa sisi wao hatuchezi, na wenyewe wameshikilia hatuchezi baba. Yanga mashabiki wao wana msimamo

Mm. Aziziki kaisha yeah. Na uliwaambia kwanza, Aziziki yupo fresh mm. Kaka wanashika lile lile la kwanza mmewaambia, mm. hatutoenda kucheza mechi ya kati ya Simba tarehe, utapangaje wakati kulikuwa na kesi? yeah. Angalia, hata serikali yeah. inaheshimu sana mhimili wa mahakama yeah. na ndio maana ukisaka kuliongelea jambo ambalo liko ndani ya mahakama, mm. hata rais mwenyewe anasema hili jambo haliko mbele yangu. Bingo, anasema sasa basi Wanachukua. Una, ubingwa wanachukua. Wanachukuaje timu ya kuisimamisha wao Yanga hawaoni timu ah, sawa e, twendeni hivyo hivyo mm. e, tuendeni hivyo hivyo kwani mimi ninacheza mechi ngapi na vipolo vingapi? Na vipolo viwili umebakiza, e, vipolo viwili mm. Sio vitatu vitatu. Sasa unategemea vipolo vyote vitachacha kama hichi kimetaka. hey, hey. Refa kilikuwa kinachacha kile, bila refa. Kwani zile kumi na tano ziliongezwa kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Simba peke yake. Sio, alitukosa goli yule abu, yule mchezaji aliyotoka Yanga alitukosa goli. Watu wanasema kama Simba angekuwa anaongoza zingeongezwa 2 na nusu. Kwa ngoja kwanza goli, yeah. Kipa akapewa kadi nyekundu ya nini? Alipewa kadi nyekundu Ajanisikia swali langu, kadi nyekundu golikipa yeah. Alipewa ya nini? ya kubutua mpira kuupeleka wapi? huyu mtoto muongo yeah. Akia Mungu, mtoto muongo umemwona? Aa, ndo Yanga wenyewe hawa mm. Yaani roho zinawauma Simba kushinda mm. Yule kapewa kadi nyekundu kwa sababu ya kuchelewesha muda, kapewa mpira Para... chukua huu mpira mm. Peeka kule wende ukaanze mm. kaligonga ndii nje, na maana gani una maana gani au, au, unapoteza muda wa kucheza mpira au unaw... uenda, uenda upepo wapi wao wasaidie mm. lakini zama zao mm. nakwambia na, na hili mm. lishikilie wakipulutua kule Kagera mm. wakapoteza mm. kaka mstari mwekundu una, una, una... Ya, unacheza paka asubuhi, sawa. Yani hata kama ungeingia KMC haina taa, Mzee Saidi KMC haina taa kwani uliisha liisha sangape dakika kumi na tano hazikuisha moja kabisa, ndio sasi mmetaka nyinyi Simba kwani. Ngoja ngoja, wale na wenyewe wamechukua sifa ya Warabu afu Warabu walivyokuja hapa wakawa wanachelewesha muda, wanalala tu, lefa akawaambia, subilini mimi nitawanyoosheni. Huu mpira mpaka ufikie idadi yake ya hesabu yake ya muda, umenelewa wakaenda wakagonga mpaka kule Le, kocha akalalamika mm. Mbona wakupewa adhabu wale marefari? Kwa nyinyi wenyewe ndio mbikopete kaka, mm. sehemu yoyote uh. Hasara haiangalii mtaji mm. Nisikilize vizuri, hasara haiangalii mtaji, haiangalii mtaji. Uh. Hasara ikija imekuja tu, wale hasara imewakuta mm. Wamechukua mbili mm kutangulia na, na kigoli chao kimoja. Wachezaji wamefanya rotation rotation jana. Eh. Namna na kama matu, ma, na rotation ile haikuwa sahihi, tulishuhudia mkifanya sub ukiingiza tena wachezaji wengine. Ah. Eh. Na ndio maana kuna face 11. Kikosi kipana, kikosi kipana kama kinani? Okay, akitoka mtu anaingia, mtu anaingia wa kwani wale walikuwa sio watu wale eh, walikuwa eh, sio eh, Shabalala Shabalala Shabalala, Shabalala hivi alivyoingia ulionaje shughuli yake? Wewe wewe wewe wewe wewe wewe, unaniambia unaniambia unaniambia unaniambia, nakata nakata nakata nakata nakata upepo na upepo Ea, na upepo upepo upepo. Yani ukiniambia naweza nikafunga kipindi bwana ah. mimi mimi sitaki tena kuongea na ah mde ah iwezekani akili ndio kamtaje, huwezi kuniambia Shabalala nakata upepo Shabalala kata upepo nakataje upepo? Sasa hmm, imeenda Mzee Saidi. Beji ya nani? Hivi wewe na Shabalala nani mkubwa eh? wewe na Shabalala nani mkubwa? Bado kijana. Wewe acha mambo yako bwana wewe. Wafu au usiniletee watu wako. Wewe eh? We na Shabalala eh? we eh? we. We Shabalala... eh? anaitwa baba, baba, baba nani yule? Baba Asia, sijui baba nani, baba nani Baba Esta Shomari Kapombe. Wewe eh. uniambie yule mtoto anakata upepo mtoto mdogo yule kaanza kucheza mpira, mimi na utuuzima wangu. Umri wa ajabu, umri wa ajabu. Unaenda wapi umri? mm. Yule fullback ya kafu ile mm. ni wenyewe hapo, wenyewe mnaitafuta kila siku mm. kaka mm. yaani ukiziongea zile fullback, kwanza fullback ya kwanza kuleta matatizo ni ile pale mm. inaisababisha Simba inakwenda kusawazisha goli mm. yani mpira ulivyokuja mm. yani alimwangalia tu akaona huyu jinsi anavyokuja huyu hapa mm. mi kuna chochote mm. Kweli penati ile pale, kwani ukuona ule mguu ulivyokwenda unazoa mguu wa Shomani Kapombe. Ndio maana yake, si niko kwenye kumi na nane. Ndio ukisikia masta mm. wewe unaitwa star, una tandala ya kutembelea kwa bwana, una unyumbulifu kwenye kumi na nane, unamchunguza kwa kosa gani? Eh, lefa ila nyinyi amwaribu ligi, ila simba ndo anaharibu ligi. Mtatafutana sana sema, ligi. E, sawa mm, si tunawajua wanaosema wanaosema wana wasiwasi sasa hivi a, mbona wameenda wamedunda? Thubutu kwani bwana we, kwani nani? si alidondoshwa pale nani, kwenye kumi na nane akamwanyanyuka. Tuondoke huyo nani unayemsema Ateba. Teba. Sasa si alidondoshwa pale kwenye kumi na nane kipindi cha kwanza, aliona aibu, aliona kwa kwamba hii haifai kuwa penati. mm. Alafu ile penati ya pili hakucheza refari yule, lainzimeni ndio sheri kazi yake. mm. Wameenda kukazinga katoto ka watu kale, kama wakoseeni nini? Nyinyi nyinyi mnatimbatimba watu ovyo, yanacheza kama vile yanaruka. Hata wamasai hawachezi vile <laughs> mak mimi nimelionea huruma tu kusema yeah. Je, hata Wamasai hawachezi vile rafiki yangu? Hawachezi vile, vile. Ah, mimi sinakwambia babu Wamasai si wanaruka wanaenda juu hawachezi vile mpira ganini? hey. hey. hey. hey. hey. hey. hey. yeah. nakumbuka ah, hey. mechi ya kwanza tulicheza nao wa KMC hmm. walifunguka walifunguka wakaja wakaziba wakacheza faulo za kijinga mm, ambazo zilienda kuwagharimu Simba kupata pointi tatu mm, na hakika mm, kwa hivi vilabu mm, kuipania vile Simba ndivyo mm. wanavyoitengenezea Simba Aa, kupata mazingira, lakini kama wanacheza mpira yeah, kuwa tucheze mpira, wanachoogopa kucheza na Simba mm, kupishana na Simba mm. sh ukipishana na Simba wakuachi moroko mo, kunge kuna kazi kungekuwa kuna kazi South Africa babu Mante. mi sinakwambia kazi ingekuwa South Africa Haa, kwa sababu wana Simba wote Haa, waliokuwa wana moyo wa kujua kwa kwamba Simba napita kule Haa, hata 30 walikuwa wafiki wanataka kuniambia kombe tunaliacha hapa, liko wapi? Tunabakisha hapa li, li, lile anapewa mama hmm. lile Hey, mawe haki ya Mungu. Hey. Siku moja Mwalimu Nyerere aliondoka na watu wake alikwenda kwenye mkutano mm -hmm. Ilikuwa Kongo ile mm. Ndio ujue Kiswahili mm. Tunaviongea lakini lugha bado ziko pale pale. Mhm. Wakawa kina Kambona kina nani wako kwenye ndege mule mm. ile ndege ikaluka ya kwanza ikaenda juu, ikaluka ika ya pili, ilivyo luka ya tatu mtu akasema, mawe kwafwa <laughs> kwa eh, eh, maana yake unaelewa hatari eh. Yani Atale. kile chuma kilivyokuwa kinakwenda cha mtu akavumilia ya kwanza ya pili, cha akabuya tatu, akasema mama, we akamtafuta Mwalimu Nyerere, bwana, vipi hapa <laughs> ngoma inaenda hii inakuwaje? haya <laughs> ndo simba sasa. Huyo ndio mnyama we, ukipishana naye ya kwanza akikukosa utavumilia, ukapishana naye ya pili, ya tatu akuachi. Sasa wale wameenda wamezinda Simba, wana akili nyingine, tuwatafutie makosa. Watu wamecheza fainali Kombe la Muungano. Aa, sasa... liko kabatini kikombe hicho. kombe gani msimu huu sasa? kikombe hicho si anakijua tu nani? Aa, kikombe kile nakijua, Asali Mwinyi, wewe una kikombe gani msimu huu? mi cha nini kikombe, wewe una kikombe gani? hiki hapa nachokileta, kikombe muhimu <laughs> Mimi nakwambia, nakupa asilimia tisini na tisa muta na kuachia moja tu mm, yaani moja ile moja kwenye tisini na tisa ile moja chop ndo nakuachia wewe. Lakini simba bingwa wakiondoka, wakiondoka wakicheza ile mechi ya kule mm, niletee kitonge, hakutakuwa mm, na refa kama wajana, nakwambia na hivi eh, simba marefa waafrika wote wanaijua mm. Hivi unajua, kuna siku moja Yanga walienda kucheza, sio? Walienda kucheza wapi? mm -hmm. Refa anauliza hii timu imetoka wapi ima... yon... Ndio, wanaijua mm. E, wote marefa wa Afrika wote wanaijua. Yanga alienda kucheza Misri, sio? Alienda kucheza wapi? mm. Akauliza, kwani hii timu ya wapi? Mimi nimepita kwa Vieira wapi ngiuma mubwapayu kama kama goli gani kule. Wapi. Kwa wapi, ngoja basi wapi nimeruhusu goli mbili zidi, si ndio? Misri na wenyewe wamekula ngapi sasa ukiona, okay. Simba kafungwa goli mbili kuye kwa wale Balkani, yeah. Jua Simba bingwa Goli is... hizi mbili. Ukiona Simba kafungwa goli tatu, ndio lao hilo linatembea. Babu! kwani sisi tumesimama? Akafungulia umeniletea mtoto kweli, rafiki yangu amenikumbusha paka mzee Magoma <laughs>

Haya, mamitandao ma mdogo wangu ndio anayetufanya tusionane hey. Mimi mwenyewe nilikuwa nishazama, jua lishazama, lizamia wapi sasa? Chapesa wakaja wakanibua mzee, mimi hata sijui Chapesa wakaja wakanibua, wewe mzee, wewe njoo huku watu wanakutafuta huku, njoo, kwani nilikuwa iama mitandao nilikuwa nimeshapotea kabisa haki ya mungu watu wanaulizana kwani kaka kazeka kwa nini nini siri ya mzee saidi watu wanapenda sana madini kutoka kwa aa mimi sijui watanzania wenyewe ngoja nikwambie <laughs> hili nataka ni kuwache wazi mdogo wangu ishi na watanzania kwa wema usiishi na watanzania kwa kujimambafai <laughs> <five. laughs> <coughs> yani ukiishi kwa kujimambafai ukajiona wewe ni wewe ukawaona wenzio sio kaka wa tanzania wanakukataa vibaya sana na hakuna watu wabaya kama watanzania wakichukia <tosimba> Wakichukia hmm, wao wanaguna tu wakikuona. Sema sasa Simba mnalo mbaya sasa. Lazima amempeleka wapi Manula? Manula yupo bwana. Ah, jana sijamuona jana. Bwana jana sasa alikuwa kakaa benchi pale. Mimi natingisha mguu. Manula hapashi sasa hivi. Hata kwenye warm up hayupo. Ah, wewe. Unaona nichonganisha wewe. Hii bwana mimi <laughs> <laughs> siwezi kulikimbia. Wewe unachanganisha, unachanganisha na Manula bwana. Mimi Manula bwana nampenda sana, sana, na mafanikio bwana na ndogo likipa alioniletea mafanikio kwenye klabu. Mzee Saidi, wewe unataka kuambia nini sasa, wale mashabiki wale mashabiki wamekubeza ushindi wenu wa jana, wamesema kuwa bila refa, amshindi na waliotamka kuwa mnawaharibia ligi, wewe mwambie basi. Sasa ngoja kwanza <laughs> <laughs> sasa ngoja kwanza <laughs> <laughs> Baba <laughs> degeleka kwanza eh, iko hivi eh wale wanaosema tunawaharibia ligi wao yeah, sifikiri wale wanaotaka kila siku wao wanapata ubingwa mm. wakiona ubingwa unataka kukaribia kwenda Simba mm. wanasema tunawaharibia mpira mm. Je, wao walivyoenda kule walivyofunga wale wale magoli matano mm. kulikuwa kuna mpira mm. inavyoelezwa Mzee mm -hmm. Saidi za mm -hmm. zandani mm. inasemekana kuwa miongoni mmoja kati ya watakaoshiriki kumvalisha Muhamed Hussein Joshua Mutale Budo <laughs> medali ya kafu. Engineer els Saidi atakuwa ni miongoni mwa kwanza, kwanza eh. amenisikitisha sana Engineer els <laughs> mimi ameniumiza sana na hii bwana, msikate naomba mm. muipeleke hivi hivi engineer mm. els aende akaione kwa mzee Saidi, amesononeka sana mm. ha. Mm. yeye ni mwenyekiti wa vilabu barani Afrika mm. Simba ameingia fainali mm angetoka katika vyombo vya habari angeita complex aje aongee na waandishi wa habari. Subhanallah, msiba mkubwa huu. Angeita waandishi wa habari, naipongeza klabu ya simba kwa mafanikio ilipofikia. Hajafanya hivyo bwana, ana kofia ya u mwenyekiti wa umoja wa vilabu barani Afrika ni mtu mkubwa sana katika mpira wa Afrika mm. Msichukulie poa ujue mm. Hii ndio maana tunaleta sintofahamu katika mm. vilabu vyetu. Nisikilize vizuri sana, yule alikuwa anataka atoke aseme mm. mbona mimi nimetukanwa, mbona mimi nimesemwa mm. na washabiki wengi wanaonifuata na watu wangu wengi wanaonifuata na wengi mpaka leo wanasikitika mimi kwenda kufutari kualikwa na yeye hmm. Kwa nini na yeye asiseme, sasa mzee Saidi, basi tuambie eh. Hebu jaribu kuvuta picha eh. Simba sasa ndo amesha ma... mechi imekwisha, tumelibakisha hapa sasa, injinia hese eh. anafanyafanya vipi sasa kuziweka zile medali shingoni? Ndio maana mimi nasema eh. hivi aanze kuwaandaa mashabiki wa Yanga mapema eh, kwa sababu asije wa akashangaa anamona anamvalisha Mohamed Hussein, hongera sana, anampa mkono, anamvalisha kibu, hongera sana. Ile itawauma watu wa Yanga. Watu wa Chapesa sasa wanacheka, sasa shauri yao wenyewe, maka watasema kwa kwamba, sasa ndo utasema kwa kwamba kwa kahamia Yanga, kahamia Simba. Yule ni kiongozi wa Yanga, majukumu yake na majukumu mengine anayakwepa ya kuipongeza klabu ya Simba akiwa mwenyekiti wa vilabu barani Afrika. Kwanini asiipongeze Simba Nati imetoka pale pale anapoishi yeye mm. Asilete ubaguzi mm. Yule ni kiongozi mkubwa mm. Ana uadilifu usahibu na achana nalo mm. Hilo tunajuana mimi hey. Na yeye nataka namuomba mm. kwa busara yake alionayo mm. kwa utaratibu wake mm. atoke mm. aseme mm. naipongeza Simba mm. sio kwa sababu mzee Saidi kasema mm. ah -ah. mm -mm. asiwaogope sana hey. Wagalatia asiwaogope sana Wagalatia ni wabishi mm. hawakubali kushindwa, kwani leo wao wenyewe wanajua. Mzee Saidi katupo Wagalatia na barabarani ukipita a hivyo mzee Saidi, kwa nini kwanza? Wagalatia sio tusi mm. Wagalatia ni neno la Mwenyezi Mungu shekhe We usitafute maana yake ya nenda kwenye Bibilia mstari wa tatu mpaka mm. mstari wa ishirini na moja ndani ya Wagalatia, nenda kaisome ile mule, mule. wamo mule, mule katika Biblia, Wagalatia wa hasa wa ukinikwambia wa Yunami eh. Eh, kuna watu wanakuja tunawapa majina ya kina Yunami, mnatakiwa eh, muingie maneno ya Biblia hmm. na maneno ya Biblia hmm. yana ya hmm. ya maana yake katika ma, katika u, katika kuishi kwa sonso sonso sonso sonso. Asante, hii inakuwa hivi hivi wandi e, wandi wandi. <laughs> Eh, Kinyamwezi kuomba mtoto huyu anafenda, niongelee naye kwa Kinyamwezi tutaharibu kipindi cha watu ah sana. Huyo ni mzee Saidi. E, alikuwa akizungumza kupitia Chapesa Media. Si mchezo kuzungumza na mzee huyu jasho linanitoka. Eh, ngoja usiage. Mm, mm. Alafu nilikuwa nimesahau yeah. Hawa hawa huyu presenter wa media Chapesa mm, Aweke mpaka YouTube watu wananitafuta YouTube, wananipigia simu mm. Weka YouTube weka makarangasi, weka karangasi, weka wote karangasi. Karangasi, ujui mtandao wa mta karangasi? Ah, bwana. Sa, sasa mnapenda mitandao ya exit sasa. Sasa exit kwa Kiswahili unaitwaje? Sio karangasi? wana cha Unaona watoto wa sasa hivi, yule anacheka, anacheka nini? Uh, weka karangasi nionekane, uh, watu wanione, eh, weka hata ujiji mtandao <inaudible> ujiji <inaudible> eh, weka kote swaga weka. Watu wanataka kuniona, vijana wangu, mzee wao wananipenda, na mimi nawapenda. Tena mimi nawapenda kuliko wao wanavyonipenda eh? na ntawaambia ukweli, taino lako la mwisho, Mzee Saidi kwa wapenzi hey, wa Chapesa Media hey, na wafuatiliaji wa mpira wa miguu, kwa sababu si unafuatiliwa na mashabiki wengi wengi wengi wa Yanga kwa ujumla. Mimi nawaambia hivi, hivi. Hmm, mtaji wa maskini ni nguvu zake mwenyewe. Ina maana gani? Ebana, Mzee Saidi ameniacha hivyo kama ambavyo mmeona kwa kupitia Chapesa Media e, napata zamana kwa kupitia Chapesa Media, kituo bora kabisa cha habari na matangazo kutokea hapa. Nilikuwa niko na Mzee Saidi, kipenzi cha mashabiki wa mpira wa miguu. Langu jina ni Jiva Osman, nyuma ya kamera director Runde. Ebana, nikwambie tu big up sana kwa director Runde ambaye anahakikisha kuwa hakuache hivi na tunakupitisha kila kona, ili kwa habari na si tuko, ndio kauli yetu mbiu. Nikwambie tu usahau kubonyeza neno subscribe maneno ambayo yako chini ya video hii na bonyeza alama kengele, utakuwa kwanza kabisa kuweza kuhabarika ama kupata habari zetu. Sina la ziada na baibai, bye bye, tukutane mpaka wakati mwingine kwa vipindi vinavyofuatia.